Niko na taarifa ambayo inamhusu naibu inspekta jenerali ambaye e, anafahamika kwa jina la Eliud e, Kipkoech Lagat kutokea kule, e, e, uh, e, e, e, e, kule nchini Kenya. Ikumbuke kwamba kuna taarifa iliyoweza kutoka ya mshikaji ambaye anafahamika kwa jina Albert Ojwang' kuweza kufariki katika kituo cha polisi. Sasa taarifa zinasema kwamba rasmi ameweza kujiuzuru bwana waziri huyu au naibu inspekta jenerali wa polisi kutokea kule nchini Kenya kuweza kujiuzuru, na hii ni mara baada ya kujitoa katika wadhifa wake huku uchunguzi ukiweza kuendelea kuhusu eh, kifo tata cha eh, bwana mshikaji huyu mwana mitandao ambaye anafahamika kwa jina la Albert Ojwang ambaye aliweza kukamatwa kuweza kufuatia malalamiko ya kashfa ya kumchafua jina yaliyodaiwa eh, kuwasilishwa na afisa huyo mwandamizi. Sasa mshikaji kumbe aliweza kumshtaki jamaa ambaye ni mwana mitandao kwamba aliweza kupandisha habari ambayo ilikuwa inahusu eh, inamhusu yeye kwamba ni fisadi, masuala mazima ya ufujaji wa fedha kutokea kule nchini. Sasa jenerali uh, huyu akaamua kumchukua jamaa na kuweza kumpeleka katika uh, kituo cha polisi kwa uchunguzi zaidi. Sasa mara baada ya mshikaji kuweza kupelekwa kituo cha polisi, uh, polisi. Masuala mazima ya kiuchunguzi mengine yaweze kuendelea. Sasa katika taarifa hiyo pia iliweza kutolewa uh, siku ya Jumatano, yani siku ya, uh, siku ya Jumatatu siku ya jana umetokana na mawazo ya kina na kwa dhamira njema kabisa kuhusiana na uzito wa wadhifa wake na maslahi ya umma kuhusu suala hilo la eh, Albert Ojwang'. Aidha, aliahidi kushirikiana kikamilifu na mamlaka ambazo pia zinachunguza tukio hilo na kutoa rambirambi zake kwa familia ya Ojwang', ambaye pia ilisemekana kwamba ameweza kufariki katika kituo cha polisi e. Na mshikaji ambaye alikuwa amempeleka ni huyu, na naye pia ameweza kutoa rambirambi e, bwana rambi. E, e, noma sana. Namnukuu, niko tayari kutoa usaidizi wowote utakaohitajika kutoka kwangu wakati wa uchunguzi wa tukio hili la kusikitisha. Kwamba yeye anachokubali kwamba yeye aliweza kumpeleka kituo cha polisi kwa lengo, la, kwa lengo kwa kosa la kuweza kumpost katika mitandao ya kijamii kuhusiana na masuala mazima ya ufisadi na vitu vingine kuweza kuendelea, lakini swala la kusema kwamba eh, kifo chake kimeweza kusababishwa na yeye, yuko tayari kutoa eh, eh, tunaweza tukasema support bega kwa bega mpaka kuweza kulifanikisha eh, swala hilo ambalo anaweza kuendelea. Sasa kifo cha Ojwang' kimeweza kuibua hasira nyingi sana kwa, nchi, wa wananchi wa nchini Kenya, huku kukiwa na wito ambao pia umeongezeka na uwajibikaji kutokana na maafisa wa juu wa polisi wa mwanablogi huyo au tunaweza kusema wana, wana mitandao huyo alikamatwa muda mfupi baada ya kuweza kuchapisha madai ya ufisadi yaliyomhusisha Lagat, hasa kuhusu uteuzi wa kimkakati wa maafisa ndani ya idara ya upelelezi wa jinai DCI na vitendo vya traffic, nafasi ambazo zinadaiwa kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na udhibiti wa mapato na taarifa za kiintelijensia noma noma sana. Sasa yapi maoni yako kuhusiana na swala hili kwamba yeye anachukubali kwamba ni kweli aliweza kuhusika kwenye swala so zima la kuweza kuweza alimkamata kwa sababu alikuwa na post habari ambazo zinahusu wewe kwamba yeye ni fisadi, vitu vingine vikawa vinaenda viral kinoma. Lakini swala la kifo chake yeye hahusiki, na yuko tayari kuweza kushirikiana nao bega kwa bega mpaka kuweza kupata chanzo cha e, taarifa hiyo na kifo chake Albert Ojwang'. Drop comment yako hapo kuhusiana na taarifa hii e, maoni yako. Lakini pia ukilike ukisubscribe channel yetu, utakuwa kwanza kabisa kupata notification habari nyingi zaidi kutokea hapa hapa, sawa sawa Rigito.